Daniel Baran Silo, naibu waziri wa mambo ya ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akimwakilisha waziri wako wa mambo ya ndani ya nchi, ambaye naye pia alikuwa akimwakilisha naibu waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mgeni ambaye tulimtarajia ni naibu waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na bahati akamwagiza waziri na waziri akamwagiza naibu waziri. Kwa hiyo kumekuwa na maharuna wawili hapa. Mheshimiwa balozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Mheshimiwa Nikan, Mheshimiwa naibu Chief Kadhi Sheikh wetu Sheikh Ali Ngeruko, akimwakilisha baba yetu mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar bin Zuberi bin Ali Asayid Ali Taqawi, mkurugenzi mkuu wa Jamiatul Mustafa International University, Dr Maarif, mkurugenzi wa kituo cha utamaduni cha watu wa Iran, Sheikh Talib Ahmed Abdullah, naibu mkurugenzi wa idara ya dini Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania, na nimemwona pia katibu wako katibu wa idara ya dini Sheikh Chande yuko hapa Mheshimiwa Askofu Howard, ukimwakilisha Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania, Askofu Israel Maasa, Sheikh Ahmed Jalala, Sheikh Musa Kundecha, Mwenyekiti wa Koja na Sharia, Mheshimiwa Fatma Kikidis Mratibu wa jumuiya yetu ya Maridhiano na Amani Tanzania, mama yetu Shamim Khan, mwenyekiti wa jumuiya ya wanawake wa Kiislamu Tanzania Yuwakita, mama yetu Doto, naibu mkurugenzi idara ya itifaki jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania, Waheshimiwa mashekhe, kwa kuchunga itifaki ni wengi na siwezi kuwataja kila mmoja niseme itifaki imezingatiwa. Ndugu Islam, tuko katika kongamano la Qurani tukufu, kongamano ambalo tumelipa unwani ya kichwa cha habari au kauli mbiu inayosema, alquranu yajma'una, kwamba Qurani inatuleta pamoja Mahma khtalafna, na hatutaacha kutofautiana ila yaumil qiyama, kwa sababu hilo jambo la kukhtalifiana ndilo ambalo tuliloumbiwa, walidhalika khuliqna, tumeumbiwa hilo la kukhtalifiana sisi wanadamu, na ndio maana tumekuwa na adyan, tumekuwa na madhahib hata ndani ya dini moja ni kwa sababu ya kutofautiana tu wanadamu, na wengine hata ndani ya dini moja, lakini wakakhtalifiana kwa sababu ya ikhtilafu la mafahimu, namna tunavyotofautiana katika kuelewa nusus nasu za Qur'an, au sunna za Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasalam. Na ikhtilafu hizo zitaendelea kuwepo.

Habdullahi al Matin huwa al Qurani al Karim, kwamba wote tunashikamana na Qurani, ndio kisima cha kuchota ch elimu elimu zetu na kila kitu chetu ni Qurani, na kadri tunavyochota, kila mtu anakuwa na ufahamu wake unatofautiana na mwingine, na ndio maana kunakuwa na mitazamo ara na fikra zinazotofautiana, na ndio maana leo, walilahi alhamdu, tuko hapa ulama ushia wa ulama sunna igtamana alquranu yajmauna, qurani inatukusanya pamoja. Qurani inatuleta pamoja, tusibugudhiane kwa sababu ya ikhtilafu tulizonazo. Tusitukanane kwa sababu ya ikhtilafu tulizonazo. Na jambo hili liko katika dini zote, hata ukienda kwa wenzetu Wakristo pia wanatofautiana, na ndio maana kuna madhahibu mbalimbali mbali. Wa kanisa hili haswali kanisa lile, wa hili hawezi kuswali kanisa lingine. Ni ikhtilafu ambazo hata wenzetu wanazo pia, lakini nao pia wanaweza kukhtalifiana, lakini hawatakiwi kugombana. Kwa hiyo kwa msingi huo, kongamano hili linatuleta pamoja kama Waislamu ahlul qibla, watu ambao qibla chetu ni kimoja hata kama tunatofautiana katika baadhi ya mambo yanayowezekana madogo madogo au makubwa kiasi kwa kadri ya mtu mtazamo wake na mapokeo yake, hayo mambo yataendelea kuwepo, lakini muda wa kutamka shahada mbili, muda wa kuelekea kibla kimoja, muda wa kuwa na Qur'ani moja, muda wa kutekeleza nguzo ya soumu zaka hata kwa kutalifiana juu ya kaifiyat ya utekelezaji wa nguzo hizo, lakini ndio zipo na zinatekelezwa. Lakini tunaporudi katika utukufu wa Quran, alquranu yajmauna, Qurani inatuleta pamoja. Na kwa msingi huo jambo hili la leo, nimshukuru sana Mheshimiwa Mufti baba yetu Abubakari bin Zubeiri bin Ali, tulipomwendea juu ya kuandaa jambo hili alilipa baraka Tukaanza kwa pamoja kwa kushirikiana Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania pamoja na Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania, BAKWATA, pamoja na Jamiatul Mustafa pamoja na kituo cha utamaduni cha watu wa Iran tukaandaa jambo hili la tarehe ishirini, lakini kuna kubwa zaidi ambalo litafanyika tarehe ishirini na nne katika mkoa wa Tanga katika uwanja wa Mkwakwani kuanzia saa mbili asubuhi mpaka saa sita mchana. Tunawaomba waislamu wa Tanga na wa nje ya Tanga tuujaze uwanja wa Mkwakwani kwa ajili ya Qur'ani Tukufu. Lakini tarehe ishirini na tano jambo kama hili kwa ukubwa wake litakuwa katika viwanja vya Mnazi Mmoja kuanzia saa mbili asubuhi mpaka saa sita ambapo Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anatarajiwa kuwa mgeni rasmi. Hivi ni waombe waislamu na wasiokuwa waislamu, tujae katika viwanja hivyo, ili kuhitimisha dhamira njema tuliyonayo ya kutukuza kitabu cha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ni shukuru sana kwamba tumewapokea wadini wetu jana, wamekwisha fika na leo tutaona raha na tutastarehe kwa ajili ya qurani qurani itakayosomwa hapa itatupa sharafu sisi kwa kuisikiliza na itatupa baraka pia hata kwa nchi yetu na pia itakuwa ni sehemu ya dua ya kumwombea rais wetu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania daktari Samia Suluhu Hassan na kuiombea nchi yetu amani

pata utukufu mkubwa kwa, kwa sababu ni, ni, ni hadhara ambayo anahudhuria rais, mheshimiwa rais atakuja. Kwa hiyo ni utukufu mkubwa ukija kusoma Qur'ani pale. Muhammad Sheikh Muhammad Siddiq Minshawi akamwambia, wa limadha la yakunu al-sharaf li Jamal Abdul Nasir an yastami Qur'an bi isuti Muhammad Siddiq inshallah, kwa nini isiwe sharaf kwa Jamali Abdul Nasir yeye mwenyewe kwa kusikiliza Qurani ambayo itasomwa kwa sauti ya Muhamad Sidiqi minshawi. kwa nini sharafu hii asiipate rais Jamali Abdul Nasir, badala yake niipate mimi kwa kwenda kuisoma kule? farafadha dawa Muhamad Sidiqi Minshawi akapuuza ule mwaliko akasema, amekosea sana rais Jamali Abdul Nasir kwa kunitumia mtu ambaye hajui utukufu wa, wa Qurani. hawa ndio wasomaji wa Qurani ambao wanajua sharafu ya Qurani. Sijui leo kama wasomaji wetu wa Qurani wanajua utukufu wao huo, kwamba wao ni watu watukufu. Wanapokwenda mahala wao ndio wanakwenda kupatukuza mahala, sio yeye ana anakwenda ili umtukuze wewe. Hapana. Kwa hiyo hata hao waliokuja wao ndio wametuletea sharafu sisi.

Kwa kuwa tumekuja kusikiliza Qurani, tusichukue muda mwingi wa kusema sana. Najua wapenzi wa Qurani wote hapa wanatamani wasikilize Qurani tukufu, alaysa dhalik, ama sivyo? Sisi tunaosema sana sana, mnaona kama tunawawekea usiku. Mnataka kuwasikiliza mabingwa hawa, amkuja kusikiliza sana maneno yetu. Kwa hiyo ni vizuri basi tukawapa nafasi ili